Afrika Mashariki nzima inazungumza ya kwamba Tanzania imekuwa soko kubwa la mziki wa Bongo Flava, lakini cha kushangaza, wasanii wa Kenya wamepenya na sasa wanatawala playlist za trending YouTube na hata Boomplay. Leo Mizuka Media tumekuandalia countdown ya wasanii kumi kutoka Kenya wanaosikilizwa na kupendwa zaidi na Watanzania kwa sasa, kuanzia namba kumi hadi namba moja. Lakini swali ni moja tu, je, nani ndiye ameweza kuwashinda wote kwa kuteka nyoyo za Watanzania mwaka 2025? Hebu tuanze. Namba kumi ni Bahati. Bahati bado ana nguvu kubwa kimziki, akijulikana kwa ngoma zake ambazo zimevuka mipaka. Ngoma zake kama Adhiambo zilitrend sio Kenya tu, bali pia Tanzania, na hii imefanya aingie kwenye countdown yetu ya top 10. I'll be very honest, I never planned to leave the gospel mm -hmm. but the hate was too much hadi unaweza ona God hata bariki kitu, tuache uongo, tuache mm. kutumia jina mm. Yesu hapa mm. <laughs> Uh, juu yani, unaona hii inaenda chini because mm. mm. unasikia hata hawa mama wenye ni spiritual mm. wapendani, lakini kwa TV Sunday, ai <laughs> kama wanapendana. Nataka tu niambie mm. one of the artists and I really love him so much mm. that in angel mm. mbona ajeimba na masimasi kadi wa leo true

and me mi, mi si mi si mtu wa si mtumishi wa Mungu, mi mtoto wa Mungu, mi mtoto wa Mungu najua <laughs> Mungu na sema kitu wa nisame lakini <laughs> nitambiane tu tu ukweli yeah eh? <laughs> it was too much yeah. Such that look at for example, and I'm sorry mm. but you'll take me nowhere when Masi Masika came mm. muema mm. mm. ukweli watu wa sound Hmm. Hmm. Alikuwa na nikupende nikupendeze, ukweli sijui, kuliko ingine ilikuwa inaitwa shule yako kweli, watu wa Mungu kweli all these songs hmm. were written by a guy called Mr. V. I remember ald so, <sighs> Mr. V the spice <laughs> Wow. Anaandika, wacha nini nakuandika ngoma. Mr V anafungiwa nyumba na nisamee bro. Oh, no, kama ameandika hizo song zote mtu amshikie simu. Biggest songs za gospel gani, wow, tumalize interview tu hapa. <laughs> hmm. Yani, tunakulana si wenyewe kwa wenyewe. Eh. Hey, najua ingekuwa ni, ni Aligra angetoka aambie mutu yeah. Sasa Mr. Viju ako gospel gospel, anavumilia anafungiwa nyumba, una understand? Na huyo mtu atashikangi simu zake, alafu mnauliza mbona wamama siku hizi hawatoi hit songs? Mungu alienda bwana <laughs> <laughs> Mungu alienda Mungu acha, acha Mungu asaidie Zaru zai. <laughs> <laughs> Si ni kweli tu. Hawa watu wote unajua watu wote ni watoto wa Mungu. Yeah. You understand? Our gospel needs a lot of cleaning. Mm. And a lot and I know the fathers will come gun blazing but go to hell. Si ni kweli tu. Let me tell you something. We, we, we became so fake and then God left kidogo kwanza watu wadilna we jiulize si uko ndani uko, kwa hiyo gospel yeah. Mbona Mungu akubariki? True. Mi, mm. I, I, I am Kenya's second most most subscribed artist, I think after Otile Brown. Okay. I believe my numbers are from the church yeah. Every blessing I have uh, the amboy is over 30 million views. It is because of mm. God. Tukisonga kwenye nafasi ya tisa ni Willy Paul. Willy Paul ndio msanii mwenye historia ya kipekee kabisa, kuanzia mziki wa injili hadi mziki wa kidunia. Amekuwa akipiga kolabu kubwa na hata mastaa wa Tanzania kama Harmonize. Hii crossover imemwongeza mashabiki wengi sana Bongo na sasa ni mmoja wa wasanii wa Kenya wanaosikilizwa zaidi Tanzania anashindwa kupiga masho kwa sababu yangu sote tunajua anyway so uh, i've been trying to to do away with the name msafi please uh, i have a new song dropping tomorrow uh, at 10 am but uh, before i drop it tafadhali msaidieni nijue venye naweza toa the name msafi msafi imekatalia kwa peji yangu i've tried everything Namba yeah. nane like. <laughs> ni Chris Kaiga. Chris Kaiga anajulikana kwa ladha tofauti ya genge fusion na afropop. Wimbo wake wa Zimenice pamoja na kolabo alizofanya zimepenya mpaka kwenye klabu za Dar es Salaam, na hii imempa following kubwa sana nchini Tanzania. Namba saba ni Lil Maina. Lil Maina ni kijana aliyeleta vaibu mpya na wimbo wake wa kishash ambao ulimfanya avuke mipaka. Jenzi wa Tanzania wanamkubali sana, na stream zake zinaongezeka kila mwezi. What's the

Namba sita ni Nviiri the Storyteller. telr Nviiri ametokea himaya ya Soul Generation. Ameleta mashairi yenye kugusa hisia na ngoma zinazopendwa sana Tanzania. Kwa mfano, Pombe Sigara na Niko Sawa. Anaendelea kupaa kimataifa, lakini Tanzania ni moja ya masoko yake makubwa mno asijeonge kusue stor yeah. its a true stoy that was unfolding litrally as i was reoding mm -hmm. tulu mombasa new years and uh, my close friend uh, decided to debt a lady from mombasa walipatana wakaamua warudi nairobi nawaende mombasa tena then uh, the started fighting this lady tuko kwa hotel rumi yetu bat anatupa kila kitu inje hiis kicking him ot <laughs> So uh, and what really trying to let him know uh -huh, hapa kuna mapenzi uh -huh, but unajua eyes can can be be deceiving deceiving ama looks can be deceiving, mbeba. Of course ili mbeba uh, so kwa ufupi wako wakuenda pamoja yeah. Uh, kila mtu alirudi peke yake but but, but, but while your friends are fighting mm, and they're throwing their things yeah, away nviapatamenyamaza tu anaandika wimbo yeah

Namba tano ni Nyashinski. Hakuna shaka ya kwamba Nyashinski ni legend wa muziki wa Kenya. Nyimbo zake zenye ujumbe mzito na melody kali kama malaika bado zinapendwa mno Tanzania. Ni msanii anayeheshimika kwa ubora wa mashairi na vocal zake. Tunataka kufanya kitu fulani hapa, niitwa pass the mic, nionekaa hawa watu wangu na jo lyrics. Uhuru Gardens to Kojaba wengine wa committee. Zetu ni majama. Zenyu pikipiki. Leo tunaenda Canaan, beba zigi mingi na kama kuna mamadam beba sidi mingi, ni mimi hapo back left. Paparazi wanaifanya ngumu kufanya usharati. Nakumbuka kabla nifuge manati, nilikuona wakula na ile koloni ya Versace. Namba nne ni Bensoul. Bensoul pia anatokea kwenye himaya ya Soul Generation. Ni msanii mwenye sauti tamu na mashairi yenye kuumiza moyo. Bensoul ameweka jina lake Afrika Mashariki. Nyimbo zake na kolabo zingine zimefanya awe kipenzi cha mashabiki wa Tanzania wanaopenda mziki ambao ni

Namba tatu ni Sauti Sol. Japo wako kwenye break kwa sasa, urithi wa Sauti Sol bado unatawala. Ngoma zao kama Suzana na Short and Sweet zipo kila sehemu Tanzania. Hii inathibitisha ya kwamba hawatoki kwenye mioyo ya mashabiki wa Tanzania hivi karibuni. Suzana

Namba mbili ni Otile Brown. Otile Brown amekuwa daraja kati ya Kenya na Tanzania. Kolabo zake na Alikiba na Harmonize zimeweka jina lake juu sana Bongo. Ni moja ya wasanii wa Kenya wanaosikilizwa zaidi Tanzania na kila ngoma yake mpya huwa ina trend. I've heard those stories that uh, housing in Tanzania is very affordable because I see you know, some guys with own compounds and I'm like it's cr it's crazy The rent ninayolipa hapa ningekuwa Tanzania mimi naishi palace maybe Alafu nafasi ya kwanza ni Bien, Sauti Sol. Bien ni msanii kutoka kundi la Sauti Sol. Amepiga hatua kubwa akiwa kama solo artist. Ameorodheshwa mara kwa mara kama msanii anayesikilizwa zaidi Kenya na Tanzania, na stream zake zinamweka kileleni. Hivi ni kweli Bien ndiye msanii wa Kenya anayependwa zaidi na Watanzania kwa sasa? <todicata> <todicata>

na hiyo ndio countdown yetu ya wasanii kumi wa Kenya wanaosikilizwa zaidi na Watanzania mwaka huu elfu mbili na ishirini na tano. Swali ni moja tu kwa mashabiki. Je, yeah, unadhani nani kati ya hawa mastaa anastahili nafasi ya kwanza, au kuna msanii mwingine tumemwacha nje? Niachie maoni yako kwenye comment section, na usisahau kutufollow au kusubscribe kwa habari zaidi za mastaa, siasa na lifestyle hapa Mizuka Media. Hii ni countdown ya kipekee inayothibitisha Kenya na Tanzania zinaunganishwa na mziki. Ebwana, mi naitwa Rich Mizuka kutoka Mizuka Media. Namba moja ni mimi namba mbili ni mimi. Namba tatu ni mimi. Nne na tano nawaachia nyinyi hapo. E bwana, e, tukutane kwenye video ijayo.